Niko naomba kuuliza kwenye somo la leo la pili. Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Watesalonike. Niko napenda tu naomba tu, tu kuuliza kujua kwamba kuna uhusiano gani kati ya ule waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Watesalonike na huu wa pili tuliosikia leo ambalo somo la leo limetoka. Na kitu kingine tena nitaka niulize, huyu anayeongea katika huu waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Watesalonike ni Paulo au ni wafuasi wake wanaongea? Asante. Ah, ah, asante. Si bahati mbaya kile kitabu nilichoandika miaka ishirini iliyopita kuhusu barua za Paulo, imeelezwa vizuri sana hizi barua zilivyo na asili yake na mazingira yake. Lengo la kuandika juu ya Paulo katika kitabu kile ni kuonyesha misingi ya teolojia ya Paulo ina misingi katika, imejikita katika mazingira husika pale alipo. Kwa hiyo, sio nadharia, sio kitabu nikina. Barua za Paulo ni za kichungaji, proper za kichungaji. Sasa barua hizi mbili zinatofautiana. Barua ya kwanza imeandikwa, ndio ya kwanza imeandikwa kwenye kitabu hiki cha Agano Jipya, ndio maandishi ya kwanza. Kwa hiyo Paulo ni mwandishi wa kwanza katika Biblia, eh, katika Agano Jipya. Imeandikwa mwaka hamsini na moja, Paulo akiwa fresh kabisa, ndio barua ya kwanza wa Watesalonike ya kwanza. Kwa hiyo ina miaka kadhaa na ndio msingi. Ukiona anazungumzia mambo ya msingi kuhusu ujio wa pili wa Mwokozi, parusia, ujio wa pili wa Yesu Kristo na ndio kilikuwa ki, jambo muhimu wakati ule, manake mahubiri yalikuwa kimsingi juu ya ufufuko kupaa kwake Bwana na ujio wake wa pili. Walikuwa na, tarajia it's immediate it's imminent parusia, walikuwa na imani na hiyo, utakuta nazungumzia hiyo hacha mambo yenu ya kuhangaika na mambo ya ulimwengu, acheni. Wengine walikuwa wameacha hata kufanya kazi wanaenda huko kupigapiga piga gosip tu eh, na kusengenya sengenyana kusema na kusemana, semana kusema acha ipumbafu na nini, lakini tusubiri siku. Alitegemea hata yeye eh, angepokea Yesu anashuka, mambo mengine yakabalika. Kwa hiyo barua ya pili imeandikwa miaka kadhaa baadaye. Kama ni Paulo ni huyo huyo, lakini ni baada ya miaka akarebi, ameshaona mambo sio hivyo alivyofikiria. Sasa amekuja kuandika kwa, kwa mfano mwaka wa hamsini na tano akaona mbona bado tunaishi hapa. Hey. Sasa inakuwa shida sasa. How shall I answer these people? Now he changes the tone. Sio tena, sio tena imminent parousia. Sio tena, Yesu atakuja kesho jamani mjiandae, na wengine walishavaa mavazi kama walokole wanavaa mavazi meupe symbolic of this imminence of the parousia. Ndio hiyo wanayotaka kuonyesha, mavazi meupe waili wamfate mwana kondoo anayekuja kesho, na mafundisho yao ni threats. Anakuja mlangoni ameshika chengo kata miti na kuchoma. Hiyo sio Paulo, alibadilika. Kwa hiyo ni kuna kati hizi barua kuna gap. Kuna gap ya miaka kadhaa kama midi. Labda miaka kama Tuseme ningeweza kusema hata kumi kati ya barua moja na nyingine. Hii nyingine ni huyo huyo Paulo au wafuasi wa Paulo lakini mostly tunaamini sisi ni Paulo ambaye amebadilika, amefikia uzee, ameanza kukomaa. Mwanzoni alianza kufundisha akiwa na miaka arobaini, na Paulo wakati anafundisha haya alikuwa na miaka arobaini na moja arobaini na mbili ambaye amezaliwa mwaka kumi BC yani, uh, sio BC, AD manake alikuwa kijana. Yesu alipoanza kufundisha, Paulo alikuwa miaka kumi na saba tu, ndio maana waliweka nguo chini kwenye miguu yake, sio he was very young. He was 17 years akiwa anasoma, na kwa hiyo hata akumjua Yesu lasivyo angebadilika Kasikia habari ae hawa, lakini baadaye ameshakomaa sasa, amefikia miaka arobaini na tano sasa ameshafikia miaka hamsini ja anaandika kwa Watesalonike wa pili, ameshaanza kuona a ujio wa pili wa Masia eh, ana wamasia anataka ana ku wapagani wa wengi waingie. Ndio anaandika kwa barua kwa Warumi, ndio ya mwisho crown ni, ni taji la Paulo. Barua kwa Warumi anaandika ile sura ya tisa, haya ya kwanza mpaka na kuendelea, anaeleza kwamba Mungu kumbe aliwa ali, wa aliwaweka pembeni Wayahudi Waisraeli ili awapokee wapagani wengi, lakini baadaye hii imempa uchungu Paulo. Anavyoandika barua yake ya mwisho, analam, analia moyoni na rohoni kabisa kwamba afadhali hata ningechomwa moto kwa ajili ya ndugu zangu Wayahudi, kwamba walimkataa yule masia waliopewa toka asili au kutoka kwao ndio tumepokea torati, ndio tumepokea maandishi manabii, ndio tumepokea sala zote, lakini wamemkataa yule ambaye ameandaliwa kwa ajili yao, wamemkataa mfalme wao. Analalamika, lakini o oh, anasema oh, I can, I can, I read many things <laughs> oh, hawakumkataa tu, kumbe ni mpango wa Mungu pia kwamba wa, wapagani wengi wamepewa nafasi. Maana Wayahudi waingia wengi, wangewazuia wapagani. Kumbe wao wametupwa nje, huko nje wamefungiwa mlango, huko nje, ili mlango mwingine umefunguliwa, waingie wapagani, na wakina Ngowi huku na wakina Ana ambao ni weusi kama basi tu <laughs> basi waingie huko <laughs> waingie huko wabatizwe wa, wa, wa, wa wamfuate Bwana baada ye eh, Paulo. Sasa, that's the crown. Naamini mimi Paulo, baada ya hayo yote atafungua ule mlango wa wayahudi wampokee waingie na washike nafasi yao ya viti vya mbele, these are the firstborn sio mimi hapa firstborn you nobody would sit on their on their on their chairs. Sasa, ni mwanzo wa Paulo unaona amebadilika. Sio kwamba sasa mwisho wa kuja wa Yahudi wote fieka kule na nini na nini. Hapana, Paulo alibadilika. Kwa hiyo, hiyo barua inaonyesha ile transitional period ya Paulo katika fikra zake na huu waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Wathesalonike inaonekana ndiye barua ambayo inaonekana original ya Paulo aliyeandika, lakini hii ya pili wakasema kwamba, tukaambiwa kwamba huenda ni wafuasi wake au wale watu wa karibu Hapana, hii ni conjectures na waandishi, labda huyo amesoma wapi? Actually ni Paulo ambaye amebadilika, that deep, deep researches. So unatoa mawazo hayo, au yule aliyefundisha, najua nani? <coughs> eh, <laughs> ni, ni kwamba okay. Paulo ni Paulo yule ameandika, ndio maana inaitwa quasi genuine Pauline letter. Sio sio direct iliyo barua ambayo inaweza kuthibitishwa kwama ni ya Paulo, kama nyingine ziko saba ambazo zinathibitishwa huyu ni Paulo kabisa. Lakini wa Watesalonike, Wafilipi, wa Filipi, wa, wa, wa, wa, wa, wa Efeso na wa Kolosai, hizo barua zinaitwa kwanza, yani manake nusu ni, ni Paulo vile lakini hawasemi is not Pauli ah, au ni mtu fulani ameandika pa ni Paulo lakini Paulo aliyebadilika, ndio hiyo. Kwa hiyo ni Paulo ambaye me, amekuwa amekomaa sasa katika utume wake na tafakari, uzee unaingia na mateso aliyopata mengi yamemfanya akawa dhaifu. Wakati ametoka Damaski huku anaenda kuwakamata, alikuwa kijana machachari kama sasa lakini alifikia umri wa kinangowi anakuwa anafikiria tofauti. Kabla ya kuinua mkono umpige ngumi mtu, huyu jamaa anaweza kuwa na risasi bastola, unafikiria kwanza. Ni ukomavu wa maisha. Sasa Paulo ameandika Watesalonike wa, wa pili akiwa amekomaa na utasikia anaandika hasa siku za mwisho tofauti, na anasema haijafika, ameshaanza kusema haitafika, kwanza kwanza itatokea hiki na hiki, na yule anasema yule mtu muovu atakuja, the unrighteous one will come and devastate things but stand up strong. Anaanza kuona warnings na nini tofauti ya kuja kusema sasa tukae tayari, sasa Bwana anakuja kesho, hata mii Paulo si, alisiewa na abaki alivyo, no. alivyo tutatokea tuta, tuta, ni, ni teolojia ile ya imminent paruzia imebadilika ikawa patient paruzia. Hiyo ndio tofauti ya barua hizi mbili, lakini mimi kama mwandishi na pia mwalimu Paulo, ile barua haikuandikwa na wafuasi, ni Paulo amekomaa, anaandika na ndio maana tunaisa ni nusu paulo asi, ni barua ambayo inapokelewa na wasiwasi kidogo doubtful, inaitwa doubtful pauline letter. Ziko aina tatu za barua maandiko yaliyosemwa ni paulo ameandika, kuna aina tatu moja, aina ya kwanza ni hali zile zinaitwa this is pure pauline letters. Hizi ziko saba ambayo ni Warumi, wa kwanza wa Korinto, wa pili wa Korinto, iko wa Galatia, iko Filemon, iko Filipi eh, wa Filipi na ipia saba, ni ipi tena? eh, eh, wa Tesalonike wa pili ya wa, wa? wa kwanza. Sawa, ziko saba. Sasa kuna Watesalonike ya pili, kuna Efeso, barua kwa Efeso na na wa Kolosai. Sawa, hizi tatu tunaziita ni kwazi, yaani ni za Paulo kwa mashaka machache, kidogo tuna mashaka lakini za Paulo, lugha yake The composition of the letter itself po wenginezaa tujaingiahu structure ni Pauline hizo tatu. Halafu kuna nyingine ambazo zinaitwa fully doubtful, ambazo tuna wasiwasi -wasi kama ni Paulo kabisa, ni zile za kichungaji, kwa mfano wa Timotheo ya kwanza, Timotheo ya pili, kuna Tito. hizo tuna wasiwasi kama ni Paulo. Hizi ni doubtful kabisa. Yani, tunaita non genuine Pauline letters ambazo hizo tatu za kichungaji, hizo kumi na tatu, hizo hizo tatu ni zile za kichungaji zilizoandikwa kwa waliokuwa maaskofu tayari, wa kina Tito na Timotheo, ambazo zinakuja very late, ni late sasa. Kuna ambayo ile ya kumi na nne ni ya Waebrania, hiyo sio Paulo kabisa hata lugha everything even the theology is different, tofauti na imeandikwa kwa teolojia iliyokomaa na lugha ambayo ni tofauti. Kwa hiyo hiyo tumeiondoa kwenye maandiko ya Paulo hiyo. Lakini hizi nyingine the first uh, second Thessalonians, barua ya pili kwa Thessaloniki, mimi naweza kusema kwamba huyo ni Paulo aliyekomaa, aliyebadilika mtazamo, aliyekomaa. Ukimsikiliza unaona huyu Paulo sasa, lakini amebadilika kwa sababu ya mapigo na maisha yamemkomaza. Alifikiri kwamba namtambua, anamjua Kristo kinaganaga, kumbe hapana. Kristo amekuwa mystery kwake, manake Yesu alimwambia siku ile alipomuonea njiani kule Damaski, akamwambia Mchukueni huo Paulo ni, ni chombo changu na bado nitaendelea kumfundisha. Me, meandika hivyo Paulo na eh, Paulo anaandika, sio Paulo, Luka anaandika, bado ni, ni, ni chombo changu, lakini nitaendelea kujifungua kwake, usije ukamaliza hapa teolojia chetu hapa unasema nimemjua Kristo ba, ba, ataendelea kufundisha takuminya kweli kweli. <coughs> sawa sawa.